Ikiwa ni dakika 45 za kipindi cha kwanza zikitamatika, ni katika mchezo wa African Cup of Nations, ni katika uwanja wa Stade Olympic Annex Complex uh, Sports Prince of Abdellah kule nchini Morocco, leo Disemba 30 mwezi wa 12 mwaka 2025, mechi inawanza majira saa moja kamili jioni. Ni ilikuwa ni mechi kati ya Tanzania dhidi ya Tunisia, ni katika mchezo wa mwisho wa kundi C ambapo uh, katika kundi lao Tanzania wao wako nafasi ya tatu wakiwa na alama moja, huku kinara katika kundi lao akiwa ni Nigeria. Na leo uh, Tunisia akiwa nafasi ya pili ndio wamekutana na Tanzania na mpaka hivi sasa dakika 45 za kipindi cha kwanza zimetamatika, timu zote mbili zimekwenda mapumziko na kwa goli moja tu pekee ambalo ni kwa wamelipata ni Tunisia mpira wa akomana goli kwa mkwaju wa penati, na penati hiyo imesababishwa na beki wa timu ya taifa ya Tanzania Ibrahim Ibrahim, Hamadi Abdullah Baka ambaye ulipigwa mpira wa kosi lakini Uh, wakati mchezaji wa Tunisia akiingia ndani ya box, ni kama aliweza kumvuta na mwamuzi akaamua kwenda kwenye VAR na kuweza kuthibitisha ama kuangalia tukio lile na kusadikika ama kuthibitika kwamba ni tukio la eh, kwamba eh, kwa maana kwamba inatakiwa iwekwe penati mnamo dakika 43. Penati hiyo ikaweza kupigwa na Ismail Gharbi na akaweza kuipeleka Tunisia mapumziko wakiwa na ongo kiongoza kwa goli moja kwa bila, huku Tanzania bado hawajapata kitu. Na katika kundi lao wao, Tanzania wako nafasi ya tatu wakiwa na alama moja, na kama mchezo huu pengine ungeisha kwa sare, kwa maana bila kwa bila, basi Tanzania angeondoka na alama mbili, huku kwa Tunisia wao wangeondoka na ama, wataondoka na alama sita. Lakini wa mwisho katika kundi C si, ni Uganda ambaye yuko eh, nafasi ya nne akiwa na alama moja. Kinara Nigeria ambaye pia anacheza uh, leo hii akiwa pia naye ni kinara, akiwa ameshinda michezo yake yote akiwa na alama tisa. Je, ni Tanzania kuja kuibuka na kusawazisha goli hili moja ama goli hili moja litabaki upande wa Tunisia mpaka dakika 90, ama Tunisia watakuja kuongeza goli hili uh, zaidi ya goli hili moja. Nasema ni paka pale dakika 90 itakapotimia, katika mchezo huu wa leo. Ilikuwa ni, ni mchezo wa African Cup of Nations, ni eh, finali za AFCON za mwaka 2025 ambazo na Afrika nchini Morocco. Leo Disemba 30 mwezi wa 12 mwaka 2025, mpaka hivi sasa ni half time, ni Tanzania sifuri penye moja, ni, uh, wageni ni hini, ni Tunisia. Hii ni Niyako TV Subscribe kwa habari mbalimbali mbali za kimichezo na burudani, lakini pia tufollow katika mitandao yetu rasmi kule Instagram pamoja na TikTok kwa jina la moja la Niyako TV meneto official mutre msanowaji, Instagram napatikana kama official mutre.